Ehe, nako kwa mlango wa Marcus, kiumbe umetengeneza, si tujuange mapema ama kiumbe eh? Nyinyi ni mmekidnap hiyo mtoto, mbona mnapicha? Hakuna shida, ulipige. Naenda kuwashtaki, nakuja na polisi hapa saa hii na mnakamato saa hii. Kwa nini mmekidnap huyu mtoto hapa, mmemweka hapa? Hi guys. Hi guys, manzi. Tumeweza ku sukumana na huyu mama na ndio hiyo anakuja. So tunataka tuone itakuwa aje sababu huyu mama pia kulingana venye anaongea huenda anaweza kosa kutupea evidence ya huyu huyu mtoto ni wa nani? Sijui nini. Yaani evidence inaweza kosekana kabisa. So we are trying to do this because of tunataka tujumbe tusikuwe tumerushwa tume, tume mapepo. Sababu pia Jenny hapa amekaa na amekaa sana yake kama mmoja ananishinda. So wewe unataka kuwa na mtoto huyu, tuseme tu tukalie naye tusaidie. Sheria, sheria ndio mimi nashindwa. Mbona watu wao wanamkataa? Acha akuje tuone basi. Karibu. Hodi apa? Karibu. Bari yako? Mzuri. Unendanga chachi gani? Ni chachi yangu sasa, hiyo maswali imetokea pia kanisa lenye hapo. Kaa hapa. Unendanga chachi ya haleluya? Hiyo kanisa kanisa lenye ndio hapo. Songa hapa. Director uko sawa? Tunakurekod. Tulikwambia kumambo si mazuri, tunakurekod. Sawa? Mimi sijakataa. Mzee wako na miaka ngapi? Niko na 37. Unaona hapa kadogo na hiyo miaka yako, utudanganye, utuambie ukweli. zina shida habari umetuambia ume, ume, ume, ume, ume hapa mambo magi, uko na magi. Unajua simjui magi? sim ni nimewambia simjui. Ni magi mgani mnaongelelea? Okay. Na mtoto mgani mwenye ulisema nyi ndo mkona mtoto wangu, nda washtaki ni mgani? na niire tu nimekasirika, mi nikasema hivyo, ndio muache kupiga simu. Lakini sijui sijui nini mnaongelelea, sijui jume nambia ni mwizi ako hapa, sijui ameiba, ndo nimekuja nimekuja nimejireta sasa. Ujui magi? sijui lakini kwa simu si ulisema kama ni wewe uko na magi uniambie. Ni asira tu ni kukasirika tu ili. Na mimi unajua kusoma. Kuna kitu natufika. Mimi kusoma sijui. Unajua kusoma? Sijui. Unajua kusoma? Sijui kusoma mimi. Lakini kisoma utasikia kenye nasema, si ndio? Ah, nitasikia. Nataka usikize hii barua. Sawa. Sawa. ipemaikikapa kwa kifuayao takaskiza ibarua vizuri barua imeandika hivimsas kumaanisha nini mi sijui sasa sinangoja unisomee unisomee unatubeba ujinga hapa wewe nimekwambia sijui unatubeba ujinga hapa si ujinga sijui naacha kusoma hii barua hii namba ni ya nani Namba ni yangu. Ni yako, si ndio? Mm. Ilipatikana hapa aje? Mimi sijui, labda uniambie imepatikana aje? Ah, ah, mama unatubeba ujinga. Hiyo nani? Imagine namsomea hapa kitu na mwelezo na maanisha ni ati mimi na sijui. Mimi sijui. Si mimi nasema ukweli sijui. Aya, namba yako imepatikana aje hapa? Namba inaweza kuwa labda mlitoka kwa kompyuta. Namba yako ni kutoka kwa kompyuta. Eh. Sawa. Inatoka kwa kompyuta na unaandika tu hapo. <uwe> Nani toka? Toka kidogo, enda ukae side. Nataka ni deal na wewe mama vizuri. Nataka uniambiwe mtoto naye muona ama hujaiona? Mimi sijai ona hiyo mtoto, simjui hata simjui hata simjui naongelea nini. Hujui mtoto? Sijai muona hata. Mimi hata nashangaa mkiniambia mtoto, sijui. Mimi hata sijai muona. Hata kopia kwangu hata <uwe>! Hakuna <uwe> <Cj meuona>. Hapo <uwe> sijawai mwona na hata ndo ndo. Sasa hii unaniambia ati huyu mtoto si mjui? Mi sijawai mwona huyu mtoto sasa, sijui mko na story gani, bado nawasikiliza. Ujui mtoto? Sijawai muona hata namba yako inafanya ni kwa hiyo karatasi, wewe utaniambia, juwendu karatasi iko kwako, iko kwa ofisi yako. Wewe ni wewe uniambie umetoa wapi namba yangu, kwanza umeileta aje hapo. Wewe ni wewe uniambie, si mimi nikwambie, mimi naitwa Faith. Sasa ndio niambie namba yangu imekuja aje hapo kwa hiyo barua sahii, unaniambia mtoto, sijui cha nikuambia kitu. Huyu mtoto nimemwokota hapa nje ya ofisi yangu, unielewa? Mhm, na afto nimeokota huyu mtoto, nimechukua nimeweza kusoma nani. Mwelezee vile huko, wewe ndio ulianza kumwona, mwelezee vile huko, mwelezee tu vile kulianza asubuhi. Ndio, ndio, mwenzao mzuri. Mimi asubuhi kama kawaida yangu kama mzazi uh -huh. Nikitayarisha mtoto wangu shu, shule akwenda shule, nikamtayarisha vizuri, nikamsindikisha akaenda akapanda minibasi ya shule. Sasa nikirudi nikaanza kufanya kazi yangu kama kawaida uh -huh. kama kawaida ya nyumba. Sasa wewe ni mzazi uh -huh. Nikaosha vyombo, nikiosha vyombo mara ya kwanza nikasikia hapo kwa neba, unajua nikanga matakataka hapo ya kwanza, nini kalia kama kale kapusi kadogo hiyo si kushindania na nika assume kadhani kitu kawaida juu kuna paka huo zinakuja kukula nini takataka zinakuanga hapo. Saa mara ya pili nikipanganisha viti, nikasikia kelele ya pili, hiyo kitu nika assume tena, unaona. Sasa nikiosha vyombo bila unaoshanga nyumba yani mm-hmm nikiweka dasta hapo, hiyo kelele ikakuwa mingi, nikasema hii kelele sitai nyamazi sitai nyamazia, nikakuja vizuri mpaka kwa hiyo karatasi ya dustbin, nikaangalia kenye nilipata hapo ile mistajabisha kabla sijaona ya brown juu, nilipata mtoto, mtoto ambaye sasa ni huyu. Tujaribu huyu, tujaribu kukua, uo ni mzazi. Hiyo ni setup. Nini mmepanga na huyu mmepanga na huyu mwenye ametoka hapa saa hii? Hakuna kupanga, tumepanga, mumeongea ndo mkanipigia simu Mdomka... sasa ndo mmeniita hapa mkuje kuni setup, hiyo ni mpango zenyu nyinyi wawili sasa unapanga e, mpango aje? Na mimi nakwambia uh, hii namba yako imetoka wapi? Mtoto nyinyi ndo mnafaa mniambie kwa hiyo ofisi, mnafaa mniambie mmetoa wapi namba yangu ndo mnipigie, tutaelewana. Mimi mzazi; wewe mzazi. Ndio niko na mtoto. Sijakataa. Na wewe uko na mtoto. Sijakataa. Na sisi sote ni masingo madha. Hebu e, tujaribu kuelewana kidogo. Um, hatuwezi elewana juu mtoto mimi simjui. Sasa hivi unaniekelea mambo ya mtoto. Mimi sijui aje hii namba imetoka wapi. Nyinyi ndo mnajua, nyinyi ndo mnajua penye mmetoa hiyo namba mpaka mkanipigia. Tumejua, tumejua, tukiwa na namba. Na huyu mtoto nyinyi ndo mnajua. Eh, unataka kunichemsha akili zangu tena. Sikuchemshi. Mm-mm. Nimekuambia vizuri. Nyinyi mmeongea mkaona mnichezea akili. Tabii, tujaribu kuwa wazazi. Sijakata, mimi ni mzazi. Tulipata mtoto na tukapata barua. Na hiyo barua ilikuwa imeandikwa namba yako ya simu. Nyinyi sasa ndo mnafahamu niambiwe namba ya simu mmetoa wapi? Hebu tujaribu. Tafadhali. Hiyo namba ya simu kwanza nafanya ni washtaki, namba yangu ya simu, ya simu mmetoa wapi? Kwani imejileta kwa hiyo karatasi yenyewe nini? Mimi najua namba lakini sijui mmetoa wapi namba mkaeka. Mimi sijui sijui, sijui, sijui, sijui. E. Sijui sasa. Sijui. Sijui kitu mtafanya, naenda kuwashtaki, naendea polisi. Namba yangu mmetoa wapi? Kitu ya kwanza, na huyu mtoto anafanya nini hapa? Mmemwiba, mmekuja, sijui huyu mtoto ni wa nani? Anafanya nini hapa kwanza? Huyo mtoto ni wa nani? Anafanya nini hapa? Na namba yangu mmetoa wapi? Namba tumetoa kwa hii karatasi, vile umeiona karatasi kwani imejileta aje hapa? Imejileta pamoja na mtoto. Sasa mi naenda kuwashtaki. Hey, hey, hey, mmi naenda kuwashtaki. hmm. Ni set up mbe ni set nyinyi wa eh ninywa muniekereeni. Tuna, mchezo mko nayo hapa sasa. Mimi nitawaonyesha mimi ni mzazi, wewe ni mzazi, lakini lakini mm. Wewe ndio unaongea vile, ujielewi wewe hata kidogo we, kabisa. Kabisa, kabisa, kabisa. kama wewe kabisa kidogo Nyinyi ni kirinapa, nimewambia nawaenda kuwashtaki nyinyi. Nini nini, mumeseti mkakirinapu mtoto sasa, mmekuja mniekeree mimi. Mmekrinapu mtoto wa wenyewe, mmemweka hapo, mmeona mfoji namba yangu, mnipigie mniekeree. Mmekrinapu mtoto, na huyu mtoto mmemkrinapu Ukiongea kwa simu, yeye ishi hapa, tulisema ama ni wewe uko na maji, ama ni wewe uko na maji, ameuliza hilo swali vizuri mara tatu, ama ni wewe uko na maji. Mimi nitamfunga, hapana, sio tumeongea naye kwa simu tunaficha, tuambie ukweli, huyu mtoto wangu, ama ni mtu kama, ama huyu ni mjukuu wako tuambie tu hakuna huyu mtoto mmemkidnap, sasa mmeshindwa mme kumrudisha, mmeona hakuna, mme mniekere, naenda kuwashtaki, hakuna cha wazazi hapo, hakuna yule mmemkidnap. Sasa mmepanga dili zenu zimekataa kufanya. Ni nyinyi ndo mnaenda, mseme vizuri, huyu mtoto mmemtoa wapi? hapo waporta nje.

Ni msichana ama ni kijana? Anaweza kuwa ni kijana, anaweza sa kuwa ni kijana. Acha kutuzungusha. Anaweza kuwa ni kijana ama ni msichana? Nyinyi ndo mme kidnap huyo mtoto. Mbona hakuna mnapita shida nipige, naenda kuwashtaki, nakuja na polisi hapa saa hii na mna kamato saa hii. Kwa nini mme kidnap huyu mtoto hapa mmemweka hapa? Kumbe nyinyi ndo mna kidnap watoto huyu. Hakuna shida, nitaandikeni ndio nipate evidence. Nitaandikeni nipate evidence. Vizuri. Ndoseme huo mtoto mnatoa kumbe nyinyi ndio mna clean up watoto huku. Unajua ndio utajifunza. Wenye wanapotea huku ni nyinyi huo mna clean up. Eh. Mume mna ni nyinyi mnangojea nini? Taandikeni ni kuwe <laughs> na evidence. Na mniambie namba yangu mmetoa wapi? Namba imekuja, hiyo video imekuja na hiyo karatasi. Nyinyi ndio mnajua. Tunajaribu kukuelewa. Na ni mchezo mnacheza. Hii ndio mchezo mnachezaga, mnaibia wazazi. Tunaibia wazazi tunakuibia je, na tumekaa hapa pamoja. Hivi ndio mnafanyaga, mnapiga simu mna, mnaitisha pesa wale waizi wenye naskiaga wale ndo nyinyi. Umetisha pesa ngapi? Hapana, wewe na kuangalia, nawaenda kuwashtaki A s mtoto ametoka wapi? Watu wangu nawajua vizuri sana e, e, ufasi, ni msichana ama kijana? anaweza kuwa Sikia, kijana ama ni msichana? Kwa watu wako wawili kuna msichana hapo sidhani huyu mimi naenda kwa shtaki. Huyu mtoto mmetoa wapi? Kumbe nyinyi ndio mnaiba, umeiba hapa chini. Anaweza kuwa ni kijana ama ni msichana. Hakuna. Hakuna msichana. Sasa huu mtoto mumeiba, mmekuja mmeweka hapa, mimi naenda kuwashtaki. Babu, tumeiba, umetuona tukiiba? Ametoka wapi akakuja hapa? na hii namba tumetoa wapi? Nyinyi ndo mnafaa mniambie namba mpaka hii namba imetoka wapi. Ni mzito kama sijui nini? Hakuna shida, sasa ndo mtajua sheria eh? Sheria ni msimeno, inakata mbele na nyuma. Mtoto wako wa kwanza ni msichana ni kijana na wapili? <laughs> Na wakati venye mulimu wokota, simunasema mulimu okota hapo inje, mbona mkumpeleka polisi? Singeweza kushika mtoto. Sasa barua hiyo ni, barua hey. Sa, ni si, kwanza namba tujue, namba itasema nini ndio tuende, kama ni kwa polisi. Namba inaweza kuwa ya mtu yoyote yoyote, nimejua aje imeingia kwangu na ushaidi gani ni kwangu? Wewe, basi, mbona mmeweka mtoto hapa kama mmemuokota? Simu yangu imeanguka kwa barabara, nikikimbia nikikuja, ati nikikujau hajaona si mtoto? Mi sikuwa nimeona mtoto, sasa nyinyi naenda kuwashtaki. Kwanini kwa, kwa nini hamjapeleka mtoto, mtoto, mtoto. Kwa ati namjampeleka polisi, mmemleta kwa hiyo mmemkidnap. Ameingia kwa mlango na kiburi, si kiburi, si mmenita nikakuja, ndio huyo mimi, mnakuja kuniekelea timtoto mi simjui. Kwa hiyo nyinyi ndio wale mna kidnap watoto. Shotri hivyo ndivyo iko. Hata anajifanya hapa hivi, anajifanya ni kama hakuna mtu hapa. Hai, mi hata sioni, sioni. Huyu ni mwanamke anaweza kuwekelea kesi. Hapana. Nasema hata umemfanyia kitu mbaya, ni mzazi kama mimi lakini nasikia uchungu. Kwa hata umenitandika hadi umenitandika umenifanya fanya hivi, hadi hadi sasa tangu ni kama imeraruka. Nani amekutandika? Nyinyi wawili hadi huyo

hata nasikia mguu na nyumba siju kama nitafika. Kwa hiyo wewe, niie mtoto ni nyinyi, mmemkidnap wapi? Mimi naenda naenda, nikuja na polisi. si mmesema polisi feki. Polisi, Mimi naenda niseme venye mmenitandika huku mpaka mmenilalulia sweta huku nyinyi wawili watatu Eh? Mumeniita mkuja muniunde huku, hebu eh? Kwa hiyo nyinyi ndowo mna kilinapu watoto munasumbua. oh, eh? Na na anona naenda mimi, mimi simchukui hata, sijui kama ni mtoto mimi si Tuwap, sababu, tutu, desa, ansa, kukio, ubaya. <laughs> Mimi naenda kuwashtaki naenda naenda kumbe, hivyo ndivyo mnafanyaga, mnachukua watoto mna kirinapu huku alafu mnaita mama zao, mnakuja mnawatandika huku. Hivo ndivo nimetandikwa yeah, na wewe na huyu na mwingine hapo hadi wewe. Mi sai kujua wee ninaiba na nimekupata kwa hii nyumba nakutandika menlaia mpaka sweta yangu. Hiyo namba nyinyi ndio mnajua penye mmetoa. Ni mapepo imejiandika basi. Najisikiliza tena najielewa hadi umenitandika hapa hadi meno ni kama inauma. Waachana na msichana, mimi niko na vijana. Mimi niko na vijana. <laughs> barua <laughs> hey. <laughs> hey. <laughs> <laughs> barua ya kazi gani? Hakuna barua. Barua gani? Hakuna, hakuna. Tafuta tafuta, tafuta, hakuna, akuna. Mi sidai, enda madhare. Niko na akili timamu. Mz mzee alikufa si kutoroka, alikufa Mungu alimchukua yeye ndiye alimuua? Hapana, mzee alikufa tu peke yake tu, gonja ya kulala tu, vizuri alilala tu. Mi nikaamka kuamsha mzee, nikapata ameenda. Nikasema sawa, Mungu amekuchukua na amani. Si mi nasema kitu yenye najua, lakini nyinyi hadi mmenitandika huku mpaka nimefura. Eh, namuonyesha venye mmenitandika hapa, ndio nimefura. Na polisi akuje, huyo polisi akuje, namngojea hapa. Mmenigonga hadi meno zangu zimetoka, zimetoka, nataka na nataka kulipwa

suonge tu ukweli kuliko tu kuharas hapa. Mii nimeongea ukweli, na hiyo ndo ukweli. Sasa unasema tumekuharas, si ndio? Eh, hadi mmenichapa e, so nangojea huyo polisi, nasikia kumshika kumshika, kama mi mzazi mi mwenyewe yaka e, nangojea polisi. Uko mzee kuliko lakini, wewe uje polisi yanakuja, wacha kwanza nitoke nimpigie nimeona nikuje kwanza nijue ni nini niku iko huko. Kumbe hivi ndio mnafanyaka, sikuwa najua, sikuwa najua, ni nakuja kutana na wao, afu nakuja napata ati mtoto hapo mmekilinapo, mtoto mmemweka hapo. <coughs> <coughs> <coughs> Oh, sha nipiga tayari, hata unafuu nilipe, unafuu nilipe, hmm? Ningepewa ruhusa niende polisi. Shortly wacha niende nini? Polisi, polisi ndo naendea Sikai. unataka kunigonga? Unanigonga. Unanigonga. Oh, unanigonga tena. Si unaona mnanigonga naendea polisi sababu gani? Naendea polisi akuje <coughs> Mseme huyo mtoto memtoa wapi? Mekrinapu mtoto na tumekutandika, eh? Ni wewe ni nyinyi mmenitandika. Wacha niende polisi. Wacha niende polisi. Endea. Wacha ni muende. Si mmenitandika. Na umezeeka kuniliko hapa hivi na una akili. Ni mmezeeka. Ni mmezeeka kwa wapi? Hebu niangalie vizuri. Enda peke yako usiende na maiki yangu. Ah ah. Kila mtu amekupiga hapa. Sawa. Umenipiga, umenipiga. Nani amekupiga? Kushiko hivi umeshipiga. Ni kushiko umepigwa wewe.

mama wanakuanga washashikana na mapolisi, akienda tu kaongea kitu kadogo saa kumi na mbili Ama tuna tutampatia maziwa. Tena, tena ikuwe tumemuua ndio maana nikachukua tu ya kukupigia Kito juu sasa. Ungemweka kwako? Nimweke kwangu aje. Mbona kama umeshindwa na hii kesi mimi ndio nitaezana nayo Kito. Ni ukweli unaweza umpatie chakula. Tena iko ume iko na fundi umpatie poison. Tena ndio ni kesi nyingine. Yeah, yeah, yeah. So mimi sina lingine my people. Naam kama kuna kitu kwako, Kuna kitu kwa ongea? Sina kitu kingine. Naam kuna kitu kwa ongea. Ama tukimbaia maziwa tunararua kwa kamera. Step by step. Watasema tulidunga sindano. Mwenye aliendea kwa duka. Sasa dama dama ni. Ni. Alidunga sindano mwenye aliendea kwa duka so <laughs> hmm. Yeah. <laughs> Yeah. So, kwa kwa mimi nimesema asanti Mungu awabariki na azidi kuwabariki sasa hivi, yeah. Tutasoti tu haya mambo, Mungu ako na sisi na Mungu hawezi tuachilia. Asante na mbarikiwe.